Aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua amelalamikia kile anasema ni mapendeleo ya maeneo ya bonde la ufa katika ugavi wa rasilimali za miradi ya maendeleo, akidai Rais William Ruto amekuwa akipendelea ngome zake na kutenga maeneo ambayo hayamuungi mkono. Wakizungumza katika msafara unaozuru eneo la Pwani leo, Gachagua ambaye aliandamana na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema wataendelea kushirikiana na wenzake kuhakikisha Rais William Ruto anahudumu kwa muhula mmoja tu.

Kwa hivyo nasema hata kwa Ruto akijiweka ndiye chairman wa IBC ataenda nyumbani. Kama sivyo, tumetangaza tarehe ishirini na tano mwezi huu itakuwa jenc Day. Siku hiyo hakuna kufanya kazi. Wangapi anaunga mkono ukiwe na siku ya jenc?